Mlanga, ni mganga mfawizi zahanati ya Kibafuta iliyopo kata Mabokweni. Zahanati ya Kibafuta ilianzishwa mnamo mwaka 2005 na, na kuboreshwa 2020. Inahudumia wananchi wote wa kata Mabokweni na watu wa jirani kama kutoka Mkinga, Gombero na sehemu za karibu, pia tunawahudumia wote. Huduma zinazopatikana katika zahanati ya Kibafuta ni pamoja na huduma ya wagonjwa wa nje huduma ya mama na mtoto, huduma za CTC pia na huduma za kijamii nyingine. Hapo zamani zahanati ya Kibafuta ilikuwa ina jengo lake la kutolea huduma lilikuwa lina vyumba vinne tu, ambavyo havitoshi kwa ajili ya huduma katika kata nzima tunahudumia. Ila mnamo elfu mbili na ishirini na tatu, baada ya, ya, ya, ya, ya kuletewa mradi wa jengo hili jipya, sasa hivi huduma imekuwa rahisi, kwanza ina vyumba vya kutosha vya, vya kupumzishia wagonjwa, ina maabara nzuri ya kisasa, ina vitanda vya kutosha na pia upatikanaji hata muonekano umekuwa ni mzuri zaidi kuliko mwanzo, na kizuri zaidi tumepata na nyumba za watumishi za kupumzika. Zamani kwa watumishi wote wanakaa mjini kule. pata vifaa vya kisasa vya, ku, vya kutoa huduma kwa mama na mtoto, kama vya kuzalishia na vipimo vya RCH pia imeturahisishia kupata sehemu kubwa ya kuweza kushirikiana na mashirika ambayo sio ya serikali kama THPS ambao wanatoa huduma ya CTC katika kituo chetu na kutuongezea watumishi wengine. Pia jengo hili la kisasa lina vifaa vya kisasa kama kompyuta za kisasa pia na sola ambazo zinarahisisha huduma kupatikana muda wote hata wakati wa usiku. Na upatikanaji wa huduma hapa kwetu ni ni rafiki kwa kwa jamii kulingana kwamba inapatikana muda wote, na pia ni rahisi kufika kituoni, kwa sababu kituo kimejengwa kwa mazingira ambayo hata usafiri unakuwa sio mgumu wa kufika hapa, hata gharama inakuwa ni ndogo kutoka sehemu zinazozunguka hapa kituoni kwetu, ya chanjo umekuwa ni mkubwa, zipo za kutosha, hasa kwa mama na watoto wachanga wanapofikia kwenye umri wao wa, wa ni wachanjo pale. Pia kwenye ishu ya, ya, ya uzalishaji Uh, imeboreshwa zaidi, kwanza kuna vitanda vya kutosha, vifaa vya kutosha vya dharura, um, na pia kuna wataalamu kama sisi ambao pia tupo. Pia imekuwa ni rahisi kulingana na maboresho ya kimazingira katika kata ya Mabokweni, sasa hivi hata mama akisikia uchungu nyumbani, sasa ametoka mbali sasa hazi kuchukua dakika 15 hajafika kituoni, kwa hiyo inapunguza ile hali ya mama kuchelewa kufika kituoni na kujifungulia njiani, kwa hiyo wengi wanaweza kuwahi kituoni na kupata huduma. Okay, kata kata yetu ya Mabokweni, wasi, wasisite kuja kwenye kituo chetu, kituo ni cha kwao. Wote wanakaribishwa waje, anapojisikia hali yoyote ambayo sio nzuri, aje afanya vipimo apate matibabu, hasa kwa wale wajawazito wa ambao wajifungulia nyumbani ningependa wae wanakuja mapema kwa ajili eh, ya matibabu yaliyo salama kwake na mtoto mtoto. Naitwa Mwanakombo Selemani Bakari, ni mkazi wa Kibafuta, kata ya Mabokweni, kijiji mtaa a Kibafuta. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujengewa hili jengo na Mama Samia, tunashukuru sana, ametupunguzia mwendo kwa sababu ya watu wanatoka hapa wanaenda Mabokweni. Kwa hiyo tunashukuru kwa kujengea hizi zahanati bora. Tunapata tu huduma vizuri, tunamshukuru Mungu na wahudumu wako vizuri. Tunapokuja hapo ukai masaa matatu wala manne. Unahudumiwa unaondoka. Isitoshe kuna watu wengi wengine anatoka wilaya Mkinga, kati ya mzizima huko, wote wanakuja kupata huduma hapa hadi Msimbazi. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru mama kwa kutuletea jengo hili. Tunashukuru sana, yani ametupunguzia gharama kubwa tu. Dawa tunapata kwa wingi, ukija hapa dawa zipo, watoto, wazee, wajawazito. Tunapata huduma za wajawazito hapa hapa kujifungua. Kwa kweli tunamshukuru mama, tena tunamshukuru sana Mungu, amweke na aendelee kutujali.